Nataka nikwambie hivi, ukiona unaombea kwenu vita inatokea kwenye ndoa yako au kwenye kazi yako, elewa ushughulikii kitu kidogo, unashughulikia madhabahu za watu. Na ukiona hivyo usinyamaze, wala usiache, endelea kugonga mwamba mpaka vitu viharibike. Na leo tutagonga mwamba mpaka vitu viharibike. Hebu leo sema sitanyamaza leo mpaka kijulikane. Hivyo kuna vitu unapitia, sio wewe ilo umenunua kesi, umegusa vitu vya watu okay, nikupe mfano hii. Kuna dada unaolewa au kijana unaoa binti unayemleta anapoingiza miguu kwenye ardhi yako, ardhi inasoma miguu, na mizimu hiyo familia inasoma miguu, kwamba aliyekuja ni dada, lakini katika ulimwengu wa roho sio dada. Kama dada amekuja tu kama mwanamke, lakini tukisoma uelekeo wa miguu yake, anakoelekea ni mtu ambaye anabeba nyota, na mwanaume atakayemwoa lazima awe tajiri. Sikiliza, haujawahi kupata siri? Kuna familia ukioa mtoto au ukioa binti lazima uwe tajiri. Hivi hujawahi kuona hiyo kitu? Yaani kuna familia ukimwoa binti lazima uwe tajiri. Kuna familia ukiolewa na huo kijana lazima mfanikiwe. Why? Uelekeo wao ni uelekeo wa mafanikio. Sasa yes, akija mtu kama huyo, wachoo wanasoma wanasema, miguu ya huyo dada, miguu wao kijana a, ni uelekeo wake ni uelekeo wa matajiri, ni uelekeo wa watu wenye hekima, ni uelekeo wa watu ambao watamiliki maduka, watasaidia watu, ni uelekeo ambao ni watu wenye huruma. Anzeni kupiga, anzeni kupiga. Leo nimekuja niseme, hawatapiga, hawatapiga, hawatapiga awata... utanyoka uelekeo wa kusoma kwake, kwa kwa lazima utanyoka. Uelekeo wa ndoa, uelekeo wa afya, uelekeo wa utumishi, lazima itanyoka. Mtu mmoja aseme amina, sema hawatapiga uelekeo wa kwetu, piga basi kile, sema hawatapiga uelekeo wa kwetu, sema basi amina, sema basi amina. Yaani unaelekewa, maana yake unaona miguu migundu inatembea, lakini miguu ya ndani ndio inayoamrisha miguu ya nje kutembea. Kwa mfano, nataka nikafungue duka, akili na kutuma kafungue duka, kinachoanza kuzungumza ni ndani. Sasa ukichukua hatua kwa miguu ya nje maandiko nasema, tukichukua hatua kwa, kwa utayari tuliofungiwa. Maana ukifungua hatua na miguu ya ndani imefungwa hata ukifikia ile duka hujafika bado. Kimwili umefika, lakini mtu wa ndani hajafika. Leo nataka ufikie. Sijui kama kuna watu wana imani mahali hapa leo. Nataka ufikie, sema leo nataka nifikie. Piga kelele, sema leo nataka nifikie. Yakobo anasema siku za maisha yangu yangu ya kusafiri ni miaka mia na thelathini. Siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache tena za taabu, wala hazikufikia siku za miaka ya maisha ya baba zangu katika siku za kusafiri kwao. Manake anasema siku zangu za kusafiri ni miaka mia na thelathini. Manake amesafiri, mapito yake ni safari. Aishivyo Bwana, nataka nikuombee kila kituo utakapofika usiwe kituo cha kusimama hapa. Ukifika kwenye kituo fulani, Mungu akuvushe, nenda vituo vingine. Ukianzisha jambo, nenda vituo vingine. Mtu mmoja asema amina, basi! Mtu mmoja asema amina. Nataka nitamke kwenye boma uliotoka, hautabaki kwenye level uliopo. Hautabaki kwenye level uliopo. Kama umemwamini Yesu nenda viwango vya utukufu, nenda viwango vya baraka, nenda viwango vya heshima, nenda viwango hey, mwangalie mzuka mwambie, nenda viwango. Wangapi waliwe kushika milioni tatu? Weka mkono juu. Weka mkono juu basi. Wangapi waliwe kushika milioni tano? na matajiri wangapo waliwe kushika milioni kumi bado wapo. Wangapo waliwe kushika milioni kumi na tano bado, bado wapo. Safi kabisa, matajiri wawili wamebaki milioni kumi na tano hiyo. Wangapo waliwe kushika milioni ishirini bado yupo? Wangapo waliwe kushika milioni thelathini zero, arobaini zero. Okay, ok, ngoja nirudi kwa watu wa chini. Wangapo waliwe kushika laki moja Ndio wengi sana. Wangapo lio kushika laki mbili? Wangapo lio kushika laki tatu? Laki nne? Laki tano? Milioni moja? Oyoyo. Nataka nikuombee. Nataka nikuombee. Nikuombee. Unachokibeba unatakuwa umiliki. Mungu wetu ni wa baraka. Kuna mtu akisikia milioni kumi, no, anasema eh, umesema nafanya nini? Kuna mtu akisikia milioni 30, anasema hivi, nitakamata kwa, yaani ni hela ndogo sana hiyo. Neema ya kuikinga ni hela ndogo sana hiyo. Na mwanangu, nikwambie, kuna vitu vitatu vitakupa heshima. Wewe achana na ndugu, achana na ndugu, achana sijui na nani? Vitu vitatu vitakupa heshima. Namba moja Yesu. Sompe Yesu makofi. Namba moja ni Yesu ndio irizi yako. Namba mbili, pesa. Kwa lugha nyingine Yesu anasema pale msalabani, kwa kifo changu mimi, kwa kupigwa kwangu wameponywa. Alafu anasema nilikuwa masikini ili wasiwe masikini. Nake Yesu anasema Yesu, hivi kwa kifo changu nataka kuona vitu viwili kwenye maisha ya mtu. Namba moja hataki kuona magonjwa. Magonjwa ni umasikini mbaya. Kitu cha kwanza Yesu anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kitabu cha Matendo inasema, kama sijakosea, anasema alikuwa masikini tusiwe masikini. Oh, oh, oh, oh. Kwa lugha nyingine anasema msalaba wangu imebeba vitu viwili kwa maisha ya mwanadamu. Namba moja asamehewe. Namba mbili aondolewe magonjwa. Kwa hiyo kama una ugonjwa, anza kuandika, hautapita kwenye ua mlango ukiwa na ugonjwa. Aya, angalia mtu amekaa pee, hata kama ni HIV hata kama ni sukari hata kama imekaa kwenye tumbo hata kama ni utasa hata kama imekaa kwenye kichwa hata kama imekaa mgongoni hata kama nikimaliza haya mahubiri baada ya maombi haya, hautapita kwenye huo mlango ukiwa unachechemea ukiwa unaumwa na usingizi. Utapata leo na heshima utapata leo, maana ni agizo la msalaba, nanye ukasema ndivyo itakavyokuwa. Kitu namba moja ni hicho. Namba mbili, anasema kwa kifo changu hawatakiwi kuwa masikini. Unaona, anasema matajiri hawataona ufalme wa Mungu. Heri masikini, maana wataurithi ufalme. Ni ujinga. Yesu alikuwa anamaanisha masikini wa rohoni, ambao hawashibi neno. Kila itwapo leo, wana njaa ya kusikia kwa Bwana. Mtu ambaye kila wakati anapenda kufanya ibada, ana njaa ya Mungu. Kama ni naye Yesu, lazima pesa niwe naye. Watamjuaje Mungu wako? Walokole wengi wamebaki na Biblia. Sema Biblia. Sema Biblia. Jiandae sasa hivi maombi hapa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Biblia nasema mtabarikiwa, tunataka kuona umebarikiwa. Hallelujah. Bwana nasema atakupa chakula, unayo. Hallelujah. Bwana atatupa afya, tunaangalia afya yako, una afya na inatupa shida kwa karne hii, kwa sababu tunasema tumeokoka, tunaenda kwa kuta, watu wa Freemason wanatumia irizi, wanatumia Yesu. Anaweza nachojua mimi, Yesu anaweza nakuangalia kuanzia kiatu mpaka kichwani, anasema Yesu gani? Ngoja upako ushuke, ngoja ufahamu ushuke, ngoja hatua zako ziachiliwe, alafu unatembea na Bible, alafu una duka kubwa, alafu una mifugo yako pale, alafu una kigari chako pale, alafu una toa yako pale, unasimama na wewe na matajiri wa Freemason, unawaambia ninaye Yesu, nahitaji Alfa na Omega. Wakasimama mbele ya matajiri wa dunia, tuliona ni tajiri zaidi ya matajiri Robababa Shakariyama, nataka mtu mmoja anayenisikiliza hapa, haitachukua miaka mitatu atasimama mbele ya matajiri wanaotumia uchawi, atasimama na utajiri wa kimbingu na utajiri wa neno akithibitisha Yesu. Anabariki bariki, saidia kumgusa mwenzako, mwambie anza kuona roho ya utajiri. Bwana ah! Ukitaka kupata heshima uwe na Yesu na nini? Poch sio sura, sura yake atuli. Sura jua hata dunia leo, wewe wa mwanamke ambayo usiku kwenye kwenye giza inaita naonekana wakati hujawasha hata taa, kama una hela ni zero. Utashangaa siku ya kwanza nakuambia I love you Sweetie. Sweetie. Sweetie. Sisi siku ya kwanza hamna chakula, siku ya tatu hamna, mwezi hamna atakwambia, naona mimi nikatafuta vikazi vya kufanya vibarua. Akianza kutafuta vibarua, anza kuona, anza kuona dharau. Ndio akamata hela na huna 100. Unakuta ni mwanamume mwingine ni mkorofi kwenye nyumba. Lakini una hata 100. Bora uwe mkopo, mwanaume uwe mkorofi na pochi iongee. Mwanamke atanyenyekea, hata sio una unakuwa mkorofi una upate uchungu. Uchungu, upako nilionao sio upako kwenda kula miogo kijiweni. Ni upako nikikwambia, leo naona mwezi wa saba mwakani, kuna watu watakuwa rangi ya baraka. Angalia, mtu amekaa, kuna rangi ya baraka. Nimeshatangulia mpaka mwakani, watakuwa kwenye rangi ya baraka. Angalia, hilo neno halitaondoka, litafanya kazi. Kuna watu wataonekana mashariki, kuna watu wataonekana magharibi, kuna watu wataonekana kaskazini, kusini, wakitafutwa kwa mema. Sema basi amen. Sema amen. Sema amen. Mwambie Mwanza kaachana na Bible kuanzia asubuhi na walokola. Angalia walokola wadivu, wapumbavu wa shamba kabisa, amefungua kibanda mbele ya duka ya Yesu. Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana umesema. We, kwenye biashara tutaki Biblia. Kwenye biashara tuko kwenye biashara. Hivi na naeleweka kweli mahali hapa. Naeleweka kweli mahali hapa. Naeleweka kweli mahali hapa. Wacha ulokole kwenye biashara. Walokole wengi ni maskini unajua kwani maskini? Wana huruma ya ajabu ajabu. Hata mtu amefungua kibiashara pale mlokole. Haleluya. Mpendwa, njoo nikwambie. Anaingiza wapendwa dukani, anaingiza wapendwa kwenye biashara, sijui kwenye ndoa. Hey, karibuni jamani rehemae, hebu chukua kilo moja hapo, mchotee mama fulani. Wewe, kwenye biashara hatuna huruma. Kwenye biashara waliokoka, mnatakiwa kuwa wagumu, mnatakiwa kuwa wagumu. Na tukienda kwenye biashara na mabaibo kanisani, tunakuja kupokea upako nyumbani. Wakati hujatoka unasema pale madhabahuni nimepokea upako na hatua zangu zimefunguliwa. Ndicho ninachoamini, nikipiga hatua ni Yesu anapiga hatua, nikifika dukani ni Yesu anafika dukani, robosha karaba sanda. Kwa hiyo wakati unafungua duka, anayefungua duka sio wewe, ni Yesu wake anafungua duka. Ukifika pale nataka Ayaya. Ninaona watu wengi watakwenda kuwa wafanyabiashara mpaka watavuja rekodi ninaona watu watakwenda kuwa waimbaji mpaka watavunja rekodi. Ninaona watu watakwenda kuwasaidia watoto wao mpaka watavunja rekodi. Na mimi kama Elisha sitakufa mpaka nimeshuhudia matendo makuu ambayo Bwana atafanya kwako. Ninaona ndoa zitakwenda kufanya ndoa zingine poleo, wanapita lakini wataokoa watu wengi mpaka watavunja rekodi ninaona mtu aliyepigwa kwenye bomba kwa sababu ya nyota yake. Ninaona waliokupiga vita watakuja kuinama kwe kwenye nyota yako, watakuja kupiga magoti kwenye nyota yako. Emsema hatua zangu ziachiliwe. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Yani watapasuka pwavu na leo kwa sababu una imani, naunganisha pia nyaya kwako. Na chile upako wa kutosha yani, hata kama uko na mtu ambaye kuna mtu uko naye ndiye anayekumaliza, lakini ujui, anakuchekea kuanzia asubuhi, mpaka kwa nyaya ya leo na upako wa leo, akikusogelea hivi ataanza kukosa amani mwenyewe, atakwambia bye <laughs> kuna watu watakuacha, kuna watu watakuacha. Ngoja nikwambia mwanangu, sio kila mtu ni sahihi kwenye maisha yako. Ukitaka kujua, kacheki siku mtoto wake amebadilika, kakaa na mtoto yu. Kacheki siku mume wako amebadilika au mke wako amebadilika, kachunguze, kakaa na mwanamke yupi, kakaa na mwanaume yupi, kachunguze, kakako siku ameanza kuharibikiwa maisha, kakaa na mtu yupi? Yuko mtu ambaye sio sahihi kwenye maisha yako, na hao watu utawajua. Lakini kwa upako huu na nyaya za umeme nitakufungia, watalipuka, watakukimbia wenyewe. Hebu sema, kuna watu wataniacha safari hii, hatua zako zitaachiliwa. n yani, kuna watu mwanangu, akikuacha piga makofi Vitu vikikuacha mshukuru. Leo juzi akanitumia hela kidogo, akaniambia baba, si umesema heshima ya mtu ni Yesu ngambie, eh, namba mbili ni poche eh, ngoja ni ngoja nikuwekee kidogo kwenye poche, akaweka kwenye poche. Akasema, yes mambo yenyewe ndio haya, sina wapo upako leo, mkifanikiwa mnikumbuke. Wangapi nawaona watu wanavuka, kuvuka mtavuka. Oho. Kuvuka mtavuka, kuvuka mtavuka. Nataka walokole waende leo ya baraka, sema amen. Hii ni dheri kuwa ili mwanadamu afanikiwe hapa duniani lazima atoke eneo moja kwenda eneo lingine, kiwango fulani vya maisha. Swali, unasafirije na unapigaje hatua? Ni lazima tujue kuwa katika hali ya kawaida, ili mtu atoke eneo moja kwenda nyingine, lazima atumie miguu, na tafsiri ninayotumia hapa sio miguu ya nje, bali ni miguu ya ndani. Kwa hiyo ninaposema leo naombea mtu wa ndani, naombea miguu yako ya ndani, sema amina, ili ufanikiwe katika ili ufanikiwe katika msemo masomo katika msemo katika msemo huu ambao inasema unahitaji miguu ya ndani ili uchumbiwe na kuchumbiwa, na usiishie tu kuachana au kuachwa, na ufikie ndoa. Unahitaji miguu ya ndani, lazima kuwepo na hatua itakayokutoa ufikie ndoa, biashara, huduma, ujenzi, afya na kadhalika. Matazamio ya kila mtu ni kufika mahali ambapo ni pabaraka. Kitendo hiki ni tendo la rohoni, ni mafanikio ya ndani Mkifanikiwa mtanikumbuka, mkifanikiwa mtanikumbuka, mtamkumbuka Bwana wa majeshi, mtamtumikia Bwana wa majeshi. Maana wa ninaona watu ambao watakwenda kuwakanyaga wachawi kwa miguu, watapita juu yao. Ninaona watu watakwenda kuvunja madhabahu, kama kama kama Joshua watavunja madhabahu ya mizimu ya gob kuna wadada watatu wanavita kwenye boma wanazopitia, lakini madhabahu ya hiyo boma haiwataki, kwa sababu wana nyota na nyota zao zimeshaonekana. Kuna nguvu wanapokea saa hii, watakwenda kuvunja kiti cha babu, watavunja kiti cha babu, watavunja kiti cha babu rabo, watavunja hiyo kiti. Kiti cha umalikia kitavunjika, kiti cha mauti kitavunjika, kiti cha laana kitavunjika, kiti cha umasikini kitavunjika.